Jina naitwa Dkt Yahaya Ngaima, ni mratibu wa afya ya Ngaima, macho Singida ya manispaa. Uh, tarehe 26 tulianza zoezi la huduma za macho kliniki tembezi. Huduma uh, hii imefadhiliwa na Sightsavers kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Singida pamoja wameshirikiana kuhakikisha kwamba hizo huduma kuwafahamisha wananchi huduma za macho zinapatikana hapa hospitali ya Singida manispaa. Huduma e, za macho zinapatikana muda wote. Kama nilivyotangulia kuzungumza, zoezi hili lilianza tarehe 26 na linaisha tarehe 29, kwa maana leo kipindi chote tulichokuwa tumefanya hizi huduma, wagonjwa tuliowapata kwa maana ya screening tuliwapata wagonjwa kama 80, lakini pia kati ya hao wagonjwa 35 wamefanywa wamefanyiwa upasuaji wa mtoto wa jicho na walio wengi ni watu wazima. Wito uh, wetu kwa wateja au wenye wananchi wenye matatizo ya macho tunawaomba wafike Hospitali ya Manispaa, huduma hizi zipi